Rais wa Marekani, Donald Trump ameeleza kutofurahishwa na mwenendo wa Rais wa Russia, Vladimir Putin kuhusiana na mzozo wa Ukraine. Akizungumza na vyombo vya habari jana Jumapili, Trump amesema Rais Putin ni mwenda wazimu na aliyepoteza akili, huku akisema hajafurahishwa na kitendo cha Russia kutekeleza mashambulizi yake nchini Ukraine. Trump amekuwa akiwatumia wateule wake Keith Kellogg na Marco Rubio kusaka mwarobaini wa mzozo wa Russia na Ukraine tangu apishwe kuingia madarakani Januari ishirini mwaka huu. Nukuu, nimekuwa na uhusiano mzuri na Vladimir Putin wa Russia, lakini kuna kitu kimemtokea. Amechanganyikiwa kabisa! Anaua watu wengi bila sababu yoyote, na sisemi tu kwa wanajeshi. Makombora na drone kwenye mji wa Ukraine bila sababu yoyote, mwisho wa nuku. Sifurahishwi na kile ambacho Putin anafanya. Anaua watu wengi, na sijui kitu gani kimemtokea, alisema Trump. Katika chapisho lake aliloweka kwenye mtandao wake wa Truth Social, Trump pia ameelekeza lawama kwa rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky, aliyeituhumu Marekani kwa kuwa kimya wakati Russia inatekeleza mashambulizi nchini humo. Kwa mujibu wa maofisa wa nchini Ukraine, takriban watu 12 wameuawa katika mashambulizi ya Russia kote nchini Ukraine katika kipindi cha saa 24 zilizopita, wakiwemo watoto. Pia kuna maofisa wa Serikali na jeshi ya Ukraine waliojeruhiwa katika mashambulizi hayo nuku, dunia inaweza kwenda likizo, lakini vita vinaendelea, bila kujali wikendi au siku za kazi. Hili haliwezi kupuuzwa. Ukimya wa Marekani, na ukimya wa kote duniani unamtia moyo Putini, alisema Zelensky. Trump pia aliwaeleza waandishi wa habari kuwa anafikiria asilimia mia ya Russia vikwazo zaidi ambavyo Zelensky amekuwa akivitaka. Awali, Trump alisema hatashiriki kuiwekea Russia vikwazo vipya kwa sababu ya kutokana na alichodai kuwa anaimani kutakuwa na nafasi ya kufanya mazungumzo na kumaliza mzozo huo ndani ya muda mfupi jambo ambalo haoni matumaini. nukuu Tuko katikati ya mazungumzo, halafu yeye anarusha makombora Kiev na kwenye miji mingine, Trump aliwaambia waandishi wa habari huko New Jersey alipokuwa safarini kuelekea Washington. Trump ambaye mara kwa mara amejisifu kuhusu uhusiano wako mzuri na Putin, amezungumza na kiongozi huyo wa Russia Jumatatu, katika jaribio la kuanzisha makubaliano ya kusitisha mapigano kwa siku 30 kati ya Russia na Ukraine, baada ya simu ya Putin na mawasiliano ya baadaye na Zelensky kiongozi wengine wa Ulaya, Trump walitangaza kuwa Russia na Ukraine zitaanza mara moja mazungumzo yenye lengo la kusitisha mapigano na vita hivyo iliyodumu zaidi ya miaka mitatu. Trump pia, Trump pia aliongeza kuwa masharti kati ya pande hizo kwa kila alichodai pande mbili zinazozozana ndizo zenye hatima ya kumaliza vita hiyo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali mbali.